Mbona maheshimu wako ataka nini? Na shida nini? <coughs> Na shida na yeye, shida na yeye bwana, ndio tuzungumze. Mimi mwenyewe kitu nisha korogwa hapa. Ah, oh, jamaa, au vipi? Mwaonelewa jamaa Vipi, mama mtu, mbona umeniambia umbiwa nikata steam nkata st steam kwa nini? Mimi nimefukuza nyumbani na ujauzito wako. Baba amegundua, ndo kama hivyo amenifukuza ankufukuza Ah, kisa. Una mimba yako, <laughs> una mimba yangu. Mbeke kesho, sasa. Mbona kama ndoto? Kwanza furahi una kiumbe changu. Ukipeleki wapi? Wataka kukitoa, kiache hapo hapo tumboni bila mimi mimi, nimefukuzwa, naenda wapi sasa? Sasa hayo ndio mengine, mzee wako kuna oh, wakati mwingine akili zake zaruka, amekufukuza ah, kwa sababu wewe wewe wapi wapi? Sasa? Sasa sasa hey. Mimi nishafukuzwa na na ndio nishakuja hapa hapa hapa. hapa, hapa. Chako tujue tufanyaje? ni hospitali sa... huwezi yeah. sa... huwezi kaa hapa, kaa wewe nenda kwa kina rafiki yako huko ukatulie huko, mi siwezi kaa na mtoto kama hapa. Alafu kitu chengine unkuja na uniform. Unajua ni noma hii. Unajua ni noma hii. Wanatafutia balaa, si wanatafutia balaa na mzee wao? Wewe sasa fanya hivi, hebu Asa mimi mbona? ebugasmnnde chimba. As As As minindar, Lulu, rafiki yangu, mbona kunipita hata salamu? <sighs> afadhali nimekuona, naambi hivyo navyoniona, na ujauzito yaani, yaani hayo yote... kwetu nishafukuzwa, yaani hapa sijui hata naenda wapi. Ndio maana nimekuambia, nimeshukuru kukuona. Ujauzito unamaanisha mimba ya nani? Labda yaani, nipataje? kwa mfano Sikiza. Hayo yote. Lakini, konzo, Mina, umba, sikiza, mi nitakuelezea lakini si sasa inaomba kwanza unisaidie, mi naomba tunde kwenu. Mimi sishindi kupeleka kwetu, wajua kabisa wazazi wangu wale, naanzaje? Twamwambiaje? labda mamangu ama babangu, ule umefukuzwa umefanya ume, ume nini kwa mamako labda kwa babako. Hatuwezi kosa jinsi. Sikiza, wawajua wale wazee wangu, setu huwajui, usitake kunikoroge kabisa na wale mi ndikuambie ulikuwa mtoto mzuri mashaurwa mtoto ulikuwashi darasani, alafu all of a sudden ukapotea tu class, hauji shule, mbona lakini? Nisikize mimi, ningekusaidia lakini sina jinsi cha kufanya saizi. Regea kule kule kwa mimi, wewe regea huko huko, hezi kutupa sasa. Mimi pia sija kataa, wewe ni rafiki yangu, lakini nakupelekaje kwa wazii wangu wale? Si tu wajua, wajua vizuri kama babako amekufukuza, sisi tutatumulua sote, kwenye cha kufanya waregeo kwa huko mba si samana Salamu aleikum, zee Hasan. Nambie mao mazuri, bwana pole bwana. Mekuja ghafla bwana, ruhusa kukaa shekhe. Za masiku lakini, salama waendeleaje? Imekuja na ujio wangu najua ni nani, wamjua ni nani? Lulu mwanao. Mekuja kidogo na mazungumzo na wewe na kuomba tuzungumze kama wazee, kama watu wazima. Usiwe na jazba wala. Lulu njoo, usiwe na jazba. Lulu njoo. Usikae karibu yangu bakupiga ngumi. Ah, ungeya, baba. Karibu kaka. A, anambia ujojio uu bila y taarifa mwenyewe, napika kikombe changu kimoja cha chai, mukuja wengi. Aya, ongea, punguza jazba, mmepunguza, shapunguza jazba, mmepunguza kabisa. Huyu ni mtoto wako sasa mzee mwenzangu, muda mwingine afau na hekima na busara, si jambo lolote unalihukumu na hasira, ufikirii. Kwa sababu ni mtoto wako kama unavyojua, nani mtoto wako wa pekee, huna mtoto mwingine isipokuwa yeye, na wajua mamake alifariki miaka mitano iliyopita. Sasa kama hutomtunza wewe, atamtunza nani? Kama hutomrekebisha wewe, atamrekebisha nani? Huyo akikosea wewe, ndo akumrekebisha, si kumfukuza ukimfukuza kienda huko ukimwona amezegea amekuwa mtu mwingine ambaye kwamba ana sifa mbaya si utajuta fikiria kuwa na hikma kuna kosa rekebisha kwa hiyo muda mwingine busara na hikma ni muhimu kuliko hasira na kukasirika kila mtu kasirika lakini kinachoangaliwa ni kitu gani utakachokihukumu baada ya nini ya hasira kwa hiyo mimi nakuomba kama mzee mwenzangu tumetoka mbali mimi nawe wakumbuka enzi zetu msikize mwanao msamehe jue wapi aliharibu arekebishe mshike vizuri ujue wapi alipokosea, umrekebishe, kwa sababu ndo mwanao peke yake. Una mtoto mwingine? Kwa hiyo mimi nimekufuata kukueleza hilo. Yule ni mjukuu wako aliyoko pale kwa tumbo, ni mwa ule mtoto wako, yule ni mjukuu wako. Una namna ya kumkataa? Kwa hiyo kuwa na busara, fikiria, usihukumu tu. Msikize mwanao, msamee, mwendelee kuishi. Akilala nje huu, akienda kuharibiwa zaidi, nani akulaumiwa? Kwa hiyo akili kichwani, mzee mwenzangu. Sina lingine la kuongea zaidi ya hili. Ah, mzee wangu, mzee Mashauri, nimekusikia sana na umeongea maneno ya busara, maneno ya busara sana. Mimi nilikuwa nimeteleza tu, na zile ilikuwa ni hasira, maana ajua mtoto ikifika, ikifika hichi kama ile wewe unasumbukasumbuka kutafuta sumbuka. Kila kitu unatafuta hela na tafuta nini, alafu mtoto nakuja kufanya vile, huwa unasikia uchungu sana lakini umeongea maneno ya ushauri sana. hu mtoto nitakaa naye hapa ndani ya nyumba, na tutaangalia vile ambavyo itakuwa huko mbeleni, lakini yule kijana lazima afungwe. Mi siwezi kupinga kwenye maamuzi yako, kikubwa mwanao arudi nyumbani. Yule kijana lazima afungwe na tutamtafuta. Na kwa ili mzee wangu, naomba huyu mtoto atakuwa mstari wa mbele, hakuna shida, atakuwa mstari wa mbele katika kufanya hili, hili, hili zoezi. Yule kijana afungwe, mimi niko tayari kama baba tutamlea mtoto wetu na au mengine yote atakofuatia itakuwa ni kwa nikwa nani ya Mungu. Asante sana kwa kunielewa. mimi ikua langu ni hilo ni rafiki yangu sana. kama nimekupotezea muda au nimekuudhi kwa lolote, naomba unisamee lakini kikubwa umenielewa na nimefurahi. Wajua, huyu ni mtoto wako na ni wangu pia, sio wajua? Haina shida rafiki yangu.